Bwana asifiwe. Namshukuru Mungu kwa ajili ya matendo yake makuu, ambaye amekuwa akiyatenda kwa ajili ya kusudi lake na hasa wakati ulionao, kwa sababu tuko kipindi cha matengenezo. Bwana Yesu amekusudia kulichukua kanisa lake na matengenezo yaweze kukamilika sawasawa sawa na alivyokusudia. Lakini leo ninalo jambo ambalo Bwana Yesu amenisemesha usiku wa kuamkia leo, na nimekuwa nikimekaa nalo muda mrefu. Bwana Yesu amekuja kuliingilia kati ya mwenyewe jambo lenyewe. Bwana Yesu bina ameniita nimtumikie katika kazi yake ya kuhubiri neno lake la uokovu na naitwa mchungaji Yohana William. Sasa amenipa na watu wengine ambao sio wa hapa Iringa, wako mikoa mbalimbali. Sasa wale watu nawafikia kwa namna ya mtandao. Sasa nilionao uwezo wa kugharamia vyombo hawana na ndio maana amenisemesha niseme na wewe tutakaipata video hii. Mimi nimepewa neno la kuhubiri la watu wote, mataifa yote na makabila yote, kwa sababu nimepewa neno la injili ya siku za mwisho. Injili ya siku za mwisho haibagui, haina dini haina dhehebu, inawakusanya watoto wa Mungu duniani kote ili waweze kuandaliwa kwa ajili ya siku ya unyakuo. Basi ndio maana ni injili ambayo inamnyosha mwanadamu, inamuelekeza kweli kuanzia moyo mpaka mwili wake aweje, ili siku anapokuja Yesu amkute yuko tayari kama neno lake alivyosema. Ninyi nani jiwekeni tayari. Kwa hiyo nimepewa neno hili niseme na wewe, ndasoma kitabu cha Wakorinto wa pili tisa na msari wa saba. Unasema hivi, kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu humpenda yeye atoae kwa moyo wa ukunjufu. Mungu anapenda mtu atoe kwa moyo wa ukunjufu. Kila kitu Mungu ana uwezo wa kufanya bila kumtumia mwanadamu yoyote, uwezo huo anao. Lakini kwa nini Mungu anataka mwanadamu apende Mungu alipoumba hii dunia, aliumba kwa namna ya mbegu ya kuzalisha. Unapanda ndio unavuna, usipopanda kuvuna kupo. Unafanya kazi, unapewa mshahara. Hata mimi kazi inayofanya hii ya Bwana Yesu, mshahara wangu hapa duniani upo, lakini na mbinguni upo, maana alisema unapoacha majukumu yako yote duniani unapokea maramia na kisha uzima wa milele. Sasa vitu ambavyo navihitaji, nahitaji kamera, yani kamera nzuri. Na kamera nzuri kuanzia milioni mbili na stendi yake. Lakini pia nahitaji uwezo wa wifi nzuri, yani ambayo haitakuwa na usumbufu, na gharama zake za kulipia kwa mwezi ni kama laki moja na ishirini lakini saa ili tufanye kazi kwa uhuru tulipe hata miezi sita. Kwa hiyo nimeangalia hayo maeneo, nika- nikayaweka kwenye maelekezo haya, ili nikuambie mpendwa, Mungu, unapotoa ndipo na wewe anakufanikisha ndio maana mimi ni mubii. We unafanya kazi, unafanya si biashara, unazalisha, unapotoa na we una- unapokea huko. Kwa hiyo ili neno nimeagizwa kabisa kuamkia leo nililete kwako. Mungu amekuumba amekuleta hapa duniani kwa kusudi lake, haupo kwa ajili yako we mwenyewe. Umewekwa na Mungu kwa kusudi la kwake huko duniani, utimize kusudi la Mungu. Kwa kama alivyoniweka na mimi natimiza kwa sehemu yangu, na wewe mwenzangu tushirikiane yani. Lakini pia mimi sio mhubiri wa mahali pamoja, mimi ni mhubiri wa kwenda vijijini ndani, ambako huko wakati wa mwingine atuendage tena kamera nikahubiri injili huko kwa watu ambao hawafikiwi litaendaje na Bibilia imeweka wazi wataendaje wasipopelekwa? Watasikiaje pasipo mhubiri? Ni mizuri kama nini miguu yao wahubirio habari ya mema, manake wanaohubiri habari njema miguu yao mizuri. Sasa ni lazima tushikamane. Nilitoa tangazo la kuhitaji gari la muhimu sana na liwe gari la, lenye uwezo wafyani gari ambayo tutaenda nao vijijini, kwa zile pickup zile zenye uwezo. Mnajua inadifu uhuhu, nyuma na mbele, maanake inaweza kupanda milima ina inaweza kuingia sehemu ambazo afikii kirahisi. Watu mnayo fedha mnazo. Hii nchi yetu sio maskini, nchi hii ni tajiri na ni in nchi awafanikiwa sio watu tu wa lakini lazima tushikamane wote. Una fedha ya gari lete, una fedha kwa ajili ya vyombo hivi ninavyovisema. Kwa gharama ya vyombo vya, vya kamera na wifi, nimeangalia vinafika milioni tano vyombo vya uhakika vile na wifi ndani kila kitu kwa milioni tano. Gari ya kueleweka, nyinyi mnafahamu, sikupangii. Ukiwa na gari tuletee, unanoa tu tulete. Una pick up fo tuletee, la kwenda hiukumaspoe tuletee na Mungu atakubariki. Ndivyo alivyosema, ndivyo alivyosema Mungu atakubariki atakufanikisha, eh. Wengine sio mpaka muombewe, wengine unapotoa ndipo unapofunguliwa magonjwa, laana, kwa sababu unapoleta kitu kikatumika kwa ajili ya Mungu, Mungu anakuangalia wewe, hamwangalia naye kitumia, anamwangalia aliyotoa ambao ni wewe, na Bibilia hapo hapo kwenye hii hii, kwa Korinto 9:6 inasema hio, lakini Nasema neno hili, apandae haba atavuna haba, apandae kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Ndivyo Mungu alivyo. Manake, una ile mbegu yako ya kupanda, kama ni gari, kama ni hela, unapanda kwa Mungu, umepanda kwa ukarimu, hata kama ni la kwako, hata kama unasema nilitamani hili gari ningefanyia jambo hili, lakini kwa sababu ya Mungu ninatoa. Mungu lazima atakujibu kwa ukalibu, lazima atatenda, ni ahadi yake. Na kwa upendo wa Mungu mimi niko hapa Iringa, na kutajia namba ambazo tunaweza kuwasiliana mimi na wewe. Voda sifuri saba sitini na nane hamsini na moja hamsini na tano tisini na tatu namba nyingine ambayo ni Atigo mbili sifuri moja tano tano tisa tatu Kwa namba hizo unanipigia mwenyewe, tunawasiliana, una, una sadaka yako na kukaribisha. Tumekusudiwa tufanye kazi kubwa, muda unaenda, unakimbia, tukishirikiana tunaweza neno ambalo alilifunulia mimi ni, mpaka nikapata ujasiri wa kuja kwa, kwamba sisi wote ni viumbe, hii miili hii ambayo tunazuia kuto kutoa vitu ambavyo vingefanya kazi ya Mungu ni ya dunia ni ya hapa, lakini utu wa ndani ambao hauonekani ni wa mbinguni na ni wa Mungu. Hakuna mtu aliyetoka kuzimu, hakuna kuzimu. Ni mali ya shetani na mapepo na majini na maruwani tunapomtolea Mungu kumtumikia vizuri, tunatengeneza nafasi ya kwenda kuingia kwenye mji aliyeubuna kujenga mwenyewe mji mb... huko juu mbinguni, na hakuna mtu ambaye Mungu hataki aende mbinguni. Mungu kiumbe asichotaka kiende mbinguni ni Ibilisi shetani mlaaniwa, na ndiye aliyehukumiwa na ndiyo mwenye mwenye asila na wanaoenda mbinguni sababu yeye amekataliwa. Kwa lazima ujue Kutoa sio jambo rahisi, ni mashindano kweli kweli, ni mashindano kweli kweli, lakini lazima ujitahidi, ushindanie hata kutumika hivi. Usione tunavyosimama hivi kwenye mitandao ukafikiri ni kawaida, tunashindana, ni vita, lakini lazima usimame, unaamua kwamba mimi nitamtumikia Mungu na itakuwa hivi, na kuombea kwa upendo wa Mungu. Baba akujalie moyo wa kutoa. Bwana Yesu, nakushukuru kwa ajili ya watu hawa Bwana, uliokusudia kutenda haya, uwainue na kuwaponya na kuwabadilisha, ili Mungu anapotenda wakuone wewe, Mungu Eburayimu, wa Ibrahimu, wa Isaka, wa Yakobo, katika jina la Yesu Kristo ninawabariki Amen.